Wengineko, wakazi wa Baharini eneo la Mpeketoni kaunti ya Lamu wanalalamikia changamoto ya wizi wa ufuta shambani. Hii ni kando na uh, mime, mimea hiyo kuharibiwa na wanyama pori. Wakazi wamesema changamoto ya kukosa wanunuzi wa mazao yao imesababisha ufuta kusalia shambani, huku wezi pia wakijipatia nafasi ya kuiba. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuwasaidia kupata bei nzuri ya soko la kuuza mimea yao. Ni zaidi ya muda wa mwaka mmoja sasa, wakulima wa zao la ufuta katika eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, wanaendelea kukadiria hasara kubwa ya mazao yao ama zao lao shambani kwa kukosa wanunuzi, huku wakipitia changamoto ya wezi mashambani kuvamia mazao yao, na pia e, wanyamapori wamekuwa kero kubwa kushambulia mimea yao wa na wanapoweka mimea hii majumbani pia, moshi na moto uathiri saa hii nikinunua ufuta nanunua mia mbili nini ya kupanda, nikija kununuliwa nanunuliwa na shilingi hamsini ama shilingi arobaini Sasa naomba serikali na waziri watuangalilie vile bei tunaweza pata, tumekosa so, tume, tume soko tunauza na shilingi hamsini na pengine unakosa, kama saa hii kuna kama gunia nne tano ziko huko kwa nyumba zimekosa mpaka mnunuzi, zimekosa ziko hapo ndani, hata unashindwa utai, utaipeleka wapi? Na imekuwa ni kero kwa sasa, imeweza kutuletea shida ya ukosefu wa soko. Watu wamelima kipindi ambacho ni cha miezi mitatu na ikifika ni kuvuna, hatupati ambao watu, watu watatununulia. Imeweza kuingiwa na broka, bei ilikuwa ni mia mbili, sahii imeshuka hadi shilingi hamsini. So wakulima wamejaribu hata kughairi kulima kwa ajili ya kukosa soko nzuri na tukiangalia katika kaunti yetu ya Lamu e, ile idadi kubwa ile kidogo ambayo wanatoa ufuta ni, ni, elfu mbili, ni tani elfu mbili, elfu mbili, mpaka elfu tatu mia tano kwa hivyo, unapata kuwa kama watakuwa supported vizuri wa kulima wapatiwe mbegu mzuri ambaye ni standard, wataweza kulima, utaweza kutoa ufuta mwingi, na kwa sababu ni ya short lane inachukua miezi tatu, basi unapata faida kubwa itapatikana hapa. Changamoto kubwa inayowakabili wakulima wa zao la ufuta, wakiongozwa na mwanaharakati wa masuala ya kilimo Emmanuel Kimwa, ni tatizo la bei, kwani zao hili limeweza kushuka bei kuanzia kilo shilingi mia mbili hadi kilo shilingi hamsini, jambo ambalo limepelekea mazao haya ya ufuta kusalia shambani au nyumbani, huku wakitoa wa wito kwa serikali ya kaunti ya Lamu kuwatafutia soko la zao lao. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.